Kwanza kabisa wandishi wa habari tumefika pa toka saa asubuhi na taarifa ambazo tulizopewa toka jana kuwa ndege ingetakiwa kufika hapa majira saa saba kamili kutuzuia. Kamilipade kupiga simu kwa viongozi kwa, kwa, wabali, ambaye, kwa wabali, wananchi. Hii tukio iukwaimeikosa nimeshinda kutimiza wajibu wangu otoka wa asubuhi hapa. Wametuambia kwamba kuna uzinduzi wa ndege, lakini taarifa zapa zinatuchanganya. Tukifika hapa tunaambiwa tuende tu sehemu ya pili ya kuingilia kule ndani wanasema hawana taarifa yoyote. Tunaambiwa tumempigia simu waziri, waziri simu yake inaita, wengine wakasema katibu mkuu, wengine wakasema meneja viwanja vya ndege kwa ujumla. Kwa hapa hakuna kitu, mpango tuondok sasa. Katika hali kama hi unafanyaje? Na nafikiri hatuna kufanya , lakini inaonekana kwamba hakuna connection au mawasiliano rasmi yaliyokuwepo katika, kama ilivyotolewa taarifa kwamba ndege leo itapokelewa hapa na itazinduliwa e, hiyo inaonekana, kwa hiyo connection, kwa sababu ingekuwa ni uongozi wa uwanja wa ndege huwa na taarifa, kwa sababu waandishi wote wa vyombo vyote tumekwama hapa nje. Kwa hiyo hatujui tunacho kinachoendelea, basi tuamua tuondoke.